klabu ya Simba wakati inaendelea kupiga hatua zaidi kwenye udhamini na hatimaye kupata mdhamini mpya ambaye atasaidia timu hiyo katika mambo mbalimbali ikiwemo ishu ya miundombinu pamoja na kutengeneza uwanja wa kisasa ambao utaingiza takriban mashabiki elfu kumi mpaka elfu kumi na mbili lakini pia basi la kisasa kama lile la Azam FC la Iriza kutoka katika kampuni ile ya Mercedes Benz sasa yapo mengi sana baada ya Simba kuingia mkataba um, na kampuni mpya ambayo inaitwa Jeruti Investment Company Limited ambayo imeingia mkataba wa miaka mitano na klabu ya Simba mkataba ambao una thamani ya shilingi bilioni 38 bilioni mia moja na ishirini na laki nne. Huu ni mkataba mkubwa sana ukikompia, okay? Na mikataba ambayo ilipita kama vile mkataba wa Vunja Bei pamoja na mkataba wa Kit Manufacture aliyepita ambaye ni Sunderland. Sasa kuna mambo mengi sana juu ya mkataba huu ambapo huu mkataba bwana, kwa upande wa Simba, unawabeba sana. Na una mambo kumi ambayo kwa upande wangu ya Simba dhidi ya kampuni hii ya Jeruti Investment Limited, achana na ishu ya jezi ambayo nitakuja pia kukuambia kwamba Jeruti yatasaidiana na kampuni gani bora kabisa kutoka Ulaya ambayo itasaidia kutengeneza jezi za Simba. Mambo yafuatayo ndio mambo ambayo yatatimizwa kwenye ule mkataba kati ya Simba pamoja na kampuni hii ya Jeruti Investment Limited. Jambo la kwanza kabisa ni ukarabati wa viwanja vya mazoezi. Ukiangalia, Simba una uwanja wa mazoezi ambao uko pale Bunju ambao unaitwa Mo Bunju Arena. Uwanja ambao una nyasi bandia lakini ukiangalia haujazungushiwa ukuta, badala yake kuna senyenge. Kwa hiyo Jeruti Investment Limited atahakikisha basi ule uwanja unakaa katika mazingira ambayo yatakuwa rafiki sana kwa wachezaji pamoja na wahusika wote, lakini pia ukiangalia kwenye upande wa mazoezi, klabu ya Simba Queens ama timu ya wanawake ya Simba nayo imekuwa ikifanya mazoezi katika viwanja vya kukodi. Kwa hiyo pia watatazamwa kwa jicho la pili, bila kusahau ile timu ya vijana pia ambayo nayo na inafanya mazoezi kwenye viwanja vya kukodi. Kwa hiyo jambo la kwanza kab kwenye mkataba huu ni ukarabati wa viwanja vya mazoezi. Jambo la pili ni ujenzi wa uwanja wa mechi ambao utakua unaingiza takriban mashabiki elfu kumi mpaka elfu kumi na mbili Ni uwanja mdogo sana ukiangalia kwa sababu mashabiki elfu kumi mpaka elfu kumi na mbili kwa klabu kama Simba nch, ni idadi ndogo sana ukikompeata na timu kama KMC pamoja na Azam pale Azam Complex, lakini kwa kuanza sio mbaya huenda wakaanza na wakatengeneza sehemu kubwa ambayo baadaye itawaruhusu kufanya innovation ambayo itawasaidia kuongeza idadi ya viti ili waweze kuingiza watazamaji wengi zaidi tofauti na huu mwanzo ambao unaanza na mashabiki elfu kumi mpaka elfu kumi na mbili Jambo la tatu ni basi la kisasa la timu kubwa, yani timu ya Simba. Hivi sasa ukiangalia basi ambalo linatumia ni mabasi ya kawaida mno. Yani ni basi ambalo haliendani na timu yani, basi ukiangalia na timu ni vitu viwili tofauti. Simba ni kubwa sana, lakini basi lakini la kawaida mno. Kwa hiyo jambo la tatu ni basi la kisasa ambalo litakuwa ni Iriza i6 kama la Azamu FC, ambapo kwenye mkutano na waandishi wa habari mkurugenzi wa IJRuti Company Limited alisema wana mpango kuleta Iriza i6 kama la Azamu FC, au pia wanaweza kaleta gari kubwa tofauti na lile la Azamu FC. Sehemu ya tatu ni kituo cha matibabu, hapa tunaita Medical Center. Wachezaji wa Simba wanapofika mara nyingi sana, ama timu zetu hizi kubwa, ikitokea wanataka kufanya usajili wa mchezaji kwenye vipimo vya afya, mchezaji anaenda kwenye hospitali ambayo Simba itakuwa inaubia nayo, na mara nyingi kwa upande kama wa Simba, hospitali ambayo mara nyingi wanapenda kuitumia ni Saifi Hospital ambayo ndio huwa wanatumia kufanyia vipimo vya wachezaji. Kwa hiyo kituo cha matibabu ama medical center kitajengwa na kampuni hii ya Jeruti Company Limited. Lakini, kitu cha tano ni ofisi mpya za klabu. Makao makuu ya Simba yapo Masaki, lakini Simba inajulikana kama wekundu wa Msimbazi ambapo na jengo lao liko pale maeneo ya Msimbazi na kuna duka tu la jezi na ambapo pia kuna fremu ambazo wamezipangisha lakini hakuna Uh, ofisi maalum ya Simba pale Msimbazi. Kwa hiyo hata kule Masaki ambapo ni Haile Silasi Road pale ambapo wapo Simba ni kwamba katika jengo lile Simba ni wapangaji. Kwayo, umkataba, kwa hiyo kwenye huu mkataba inaonekana kabisa kwamba huyu mtengeneza jezi ambaye ameshinda tenda hii yeye ataijengea Simba ofisi mpya za klabu. Lakini jambo la sita ni studio za kisasa kwa ajili ya idara ya habari. Ukiingia pale kwenye ofisi za Simba headquarters pale Masaki, utakutana na kichumba kidogo ambacho ndipo ambapo unakutana kaa, uh, watu wa media kwa upande wa Simba, lakini sehemu nyingine ni sehemu ya mkutano ambapo ndipo mara nyingi Ahmed Ali huwa anapenda kufanyia uh, interview pale ambapo media zinamfuata kama Azam TV pamoja na baadhi ya media huwa anafanyia sehemu hiyo. Kwa hiyo uh, hawajeruti wameona wao kwa upande wao watajenga studio za kisasa kwa ajili ya idara ya habari, na hili jambo litakuwa kubwa sana kwa sababu itakuwa ni mara ya kwanza kwa timu kutoka Tanzania kuwa na ofisi maalum au studio maalum kwa ajili ya idara ya habari. Jambo la saba ni milioni mia kila preseason. Kama tunavyojua preseason hii hapa Simba ilienda Misri, na tajiri Bwana Mohamed Deuji ndiye aliyetoa pesa zake Simba kuweza kwenda preseason, kwa hiyo kila wanapoenda pre season, kampuni hii itakuwa inatoa shilingi milioni mia moja kwa klabu kama sehemu ya kubusti kile ambacho wanaenda kukifanya kwenye pre season. Lakini namba nane watatoa milioni mia kwenye kila Simba Day tunajua kabisa kwamba inapotokea swala so zima la Simba Day, hapa ndipo watu wanapoumiza kichwa, wanajua tamasha liende vipi, tualike timu gani ambayo itakuwa na impact. lakini pia tufanyeje ili tuwe na ubunifu wa hali ya juu. Kwa hiyo kampuni hii ikaona basi kila Simba Day wao watasapoti kwa kuwapa shilingi milioni mia moja. Jambo la tisa ni milioni mia moja kwa program za vijana. Ukiangalia katika timu ya vijana ya Simba, pale ndipo ambapo watu wengi wanapata ya macho kwa sababu ni kama program fulani ambayo imesuswa hivi, hakuna viongozi ambao wanapatazama sana kama sehemu ya kuvuna vipaji kwa baadaye, kama ilivyokuwa miaka ya nyuma ambapo walivuna baadhi ya vipaji. Hapa tunamzungumzia mchezaji kama Ibrahim Ajib Migomba ambaye alikuwa zao la Simba B, lakini Jonas Jenrald Mkude, lakini pia ukiangalia yupo Said Hamis Ndemla, kina William Gallas, Lucian na wengine wengi ambao wote walitokea Simba B na kiweza kufanya vizuri. Kwa hiyo katika program zote za vijana, kampuni hii ya Jeiruti ambaye ndiyo mzabuni mpya atatoa shilingi milioni mia moja kwa sababu ya program hizo. Na jambo la kumi na la mwisho ni kila mwaka watasajili mchezaji mmoja atakayependekezwa. Sasa hapa ndo Simba ambapo wanapataka, ukisikia mshabiki wa Simba anapopataka sana ni kwenye pointi hii hapa ya kumi ambapo mzabuni atakuwa kila mwaka anasajili mchezaji ambaye atapendekezwa hapa, haijalishi gharama, lakini pale ambapo uongozi utakaa na kuona sasa, kwa hapa tulipofika, mchezaji fulani anafaa kutuvusha, basi watakaa chini na kampuni hii ambapo wao sasa watatoa fungu maalum kwa ajili ajili ya kusajiliwa kwa mchezaji huyo, kama ilivyo hivi sasa ambavyo unakuta zinapigwa sana kelele kuhusiana na Feitoto Feitoto Feitoto Feitoto, kwamba Simba anataka namba kumi aina ya Feitoto ambaye atakuwa anatengeneza nafasi na kualisha washambuliaji ili kazi yao inakuwa ni kutia kambani tu. Kwa hiyo, Jairuti uh, kampuni hii itahusika zaidi pia kwenye hiki kipengele cha kusajili mchezaji ambaye atapendekezwa. Haya ndio mambo kumi ambayo Mzabuni ameweka ahadi kwamba lazima atazifanyia kazi. Sasa ukiachana pia na swala hilo, swala lingine ni kwamba mzabuni huyu Jeiruti Investment baada ya kusaini mkataba wa miaka mitano na klabu ya Simba kuna tetesi kwamba ameingia mkataba na kampuni ya vifaa vya michezo ambayo inaitwa Diadora. Hii ni kampuni ambayo ipo pale nchini Itali, ambayo inafanya vizuri sana hivi sasa kwenye suala zima la mambo ya michezo, ambayo inatengeneza vifaa vya michezo. Hapa tunaongelea jezi, soksi, viatu pamoja na vitu vyote ambavyo vinahusiana na masuala ya mpira. Sasa tuiangalie kampuni hii ya Jeruti, je, itaweza kukidhi matakwa ya wanasimba ambao dhumuni lao kubwa sana ni kuona Simba ikiwa na uzi wa maana, uzi ambao utamfanya kila mwanasimba aweze kufurahia na kujivunia. Uzi wa maana kweli kweli. Baadhi ya jezi ambazo zimetengenezwa na kampuni hii ya Diadora kutoka pale nchini Italy ni kama hizi ambazo unaziona hapa kwenye picha. Ukiangalia jezi hizi utaenda kugundua kwamba basi huenda Simba e, ile safari yao ya kwenda nchi ya ahadi kwenye upande wa jezi basi imefika sehemu sahihi ama imefika katika mikono salama zaidi. Ukiangalia baadhi ya jezi ambazo amewahi kutengeneza kampuni hii ya Diadora kutoka pale nchini Italy ni pamoja na jezi ya Club Nautico, ukiangalia hapo unaiona vizuri, kuna klabu ya AA Ponte Preta pamoja na klabu za Uturuki kama Usak Spor, Velez Satisfied. Ukiangalia kuna jezi ya Viking FK, Santiago City Karitiba FC, lakini pia kuna jezi ya timu kama Bursa Spor. Hizi ni baadhi ya jezi ambazo zimetengenezwa na kampuni hii. Sasa ukiangalia hapa basi, unaona kabisa kwa utengenezaji huu wa jezi ama dizaini hizi za jezi, huenda Simba anaweza kafaidika zaidi na kile kilio cha wanaSimba uh, cha kupigwa bao kila mwaka kwenye upande wa jezi, huenda kikafika mwisho kupitia kampuni hii ya Jeruti ambao ndio wazabuni wapya wa jezi Jezi za klabu ya Simba kwa msimu huu wa mwaka 2024 2025 mpaka msimu wa mwaka 2029 2030, ndipo ambapo atamaliza mkataba wake. Na baada ya hapo sasa, kama Simba atakuwa amepata mzabuni mpya anaweza kuendelea, ama kama huyu basi ataona Simba imemfaidisha na yeye amefaidika nayo, huenda akaendelea na Simba ikafika katika nchi ya hadi pale ambapo wana Simba wengi wanatarajia kuona Simba yao ikifika.